Naam, e, bwana mtazamaji wa Trend TV wa Tanzania na wadau mbalimbali wa mziki wa Bongo Flavor, wadau wa burudani hapa town wameanza kujitokeza na kumwaga na kumwaga sifa na kumpatia maua yake Diamond Platnumz kwa kile ambacho kinaendelea huko Ghana mm, au kilichotokea huko Ghana. Nadhani kila mtu atakuwa anaelewa kwamba eh, kule Ghana bwana, mambo yalikuwa ni moto kweli kweli, kwa sababu utakuwa unafahamu kwamba Diamond, Davido na wasanii wengine kibao kina Stoneboy wote walikuwepo huko kwa lengo la kusherehekea pati ya kuzaliwa kwa bilionea ambaye anafahamika kwa jina la Richard Kwae. Sasa kitu ambacho kimehappen bwana ni kwamba wadau wameanza kulizungumzia hili swala, na moja kati ya wadau hao ni huyu jamaa anaitwa anco Uh, Uncle B ameamua kuzungumza kuhusiana na hii issue, na ameweka wazi kabisa kwamba e, bwana Diamond ni kitu kingine kabisa, kutokana na hili ambalo amelionyesha kule Ghana. So, kitu ambacho kimehappen bwana ni kwamba Uncle B ameelezea jinsi gani ambavyo yuko very proud, lakini pia vilevile ameelezea kwamba Diamond Platinumz ametuwakilisha vyema, kwa sababu kule Ghana mtu ambaye ameonekana kwamba ndiye most famous ya mtu ambaye amekuwa very well welcomed ni Diamond Platinumz. Sasa atakapomsikiliza Anko B mwenyewe alipokuwa na mwaga maua yake kwenda kwa Diamond Platnumz. ni msanii namba moja Afrika, hakuna janani, hakuna janani. yeah, ni msanii namba moja Afrika kuanzia leo, ni msanii wenye pesa Afrika kuanzia leo, ni msanii ambaye anajua kuitumia brand yake Afrika, ni msanii ambaye analipa pesa nyingi kuanzia leo. Ni huyo ndo alikuwa Uh, Uncle B akiwa anazungumzia hiyo issue. So hapa kuna mtu amesoma bwana tukio la sherehe za kumbukumbu kumbu ya kuzaliwa kwa bilionea Richie wa nchini Ghana na zimezua gumzo ma, namna ambayo amekusanya watu mbalimbali maarufu katika sehemu moja. Hii imeibua mda, imemuibua mdao wa burudani Uncle B ambaye amewakumbusha tu watu kuwa mwanamuziki Diamond Platinumz ndiye msanii mkubwa huku akieleza namna alivyotikisa na alivyogusa hisia za watu wote waliokuwa wamealikwa kwenye sherehe hizo. Je, unahisi kwamba ni kweli au ah, la? Weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na ku replay kila comment ambayo tutakuwa tunaiona. Lakini pia vile vile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.